Karibu kwenye Simulizi za Kweli. Leo tunazungumzia moja ya mada muhimu sana katika historia ya Afrika Mashariki: muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Je, unajua jinsi muungano huu ulivyoundwa, sababu zake, faida, changamoto na mustakabali wake? Muungano huu umeleta mshikamano wa kitaifa, lakini pia umekuwa na mijadala mingi kuhusu uhalisia wake. Je, unadhani umekuwa wa manufaa au kuna mabadiliko yanahitajika? Tazama video hii hadi mwisho na ushiriki maoni yako. Mwaka wa elfu moja, mia tisa sitini na moja, Tanganyika ilipata uhuru kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Waingereza. Ushindi huu ulikuwa kama mwanga wa matumaini kwa Waafrika kote barani ambao bado walikuwa wakipigania uhuru wao. Miezi michache tu baadaye, Zanzibar nayo ikafuata nyayo, ikipindua usultani na kuanzisha jamhuri. Hali hii ya kupitia pamoja katika mapambano dhidi ya ukoloni na uhuru mpya iliunda uhusiano mkubwa kati ya mataifa haya mawili. Wakiongozwa na ndoto moja ya maendeleo na umoja wa Kiafrika, Julius Nyerere wa Tanganyika na Abeid Karume wa Zanzibar walitia saini mkataba wa muungano tarehe 26 Aprili mwaka 1964. Mkataba huu wa kihistoria uliashiria kuzaliwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambayo baadaye ikabadilishwa jina na kuitwa Tanzania. Muungano huu ulikuwa zaidi ya makubaliano ya kisiasa tu. Ulikuwa ni ishara ya mshikamano wa Kiafrika na ushuhuda wa nguvu ya ndoto za pamoja. Mataifa yote mawili yaliona uwezo wa umoja, wakiamini kwamba kwa pamoja wangeweza kushinda urithi wa ukoloni na kujenga mustakabali mzuri kwa watu wao. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulijengwa juu ya msingi wa matarajio ya pamoja na malengo ya pamoja. Mataifa yote mawili yalilenga kuboresha hali yao ya kisiasa na kiuchumi duniani. Waliamini kwamba kwa kuunganisha rasilimali zao na kufanya kazi pamoja, wangeweza kufikia ustawi mkubwa na ushawishi katika jukwaa la kimataifa. Viongozi walifikiria taifa ambalo raia wote bila kujali asili yao wangekuwa na fursa sawa. Elimu, afya, na maendeleo ya jamii vilipewa kipaumbele kwa lengo la kujenga jamii yenye usawa zaidi. Zaidi ya hayo, muungano huu ulilenga kuimarisha usalama na utulivu katika kanda. Kwa miaka mingi, Tanzania imepiga hatua kubwa katika sekta mbalimbali. Muungano umetoa jukwaa la utulivu wa kisiasa ambao umekuwa muhimu katika kuvutia uwekezaji wa kigeni na kukuza uchumi. Nchi imeshuhudia maboresho katika miundombinu, afya na elimu, na hivyo kuathiri vyema maisha ya mamilioni ya watu. Katika upande wa utamaduni, muungano huu umeibua hisia ya utambulisho wa kitaifa na umoja miongoni mwa Watanzania. Utambulisho huu wa pamoja umesaidia kuvuka mgawanyiko wa kikabila na kikanda na hivyo kukuza amani na utulivu. Roho ya ujamaa, falsafa ya kijamaa inayozingatia umoja wa kijamii na maendeleo, imekuwa na jukumu muhimu katika kuunda mazingira ya kijamii na kiuchumi ya Tanzania. Licha ya mafanikio, muungano pia umekumbana na changamoto zake. Kumekuwa na wasiwasi kuhusu usawa katika mgawanyo wa rasilimali na madaraka kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Baadhi ya Wazanzibari wameelezea hisia za kutengwa, wakiitaka uhuru zaidi ndani ya muungano. Changamoto hizi zinaonyesha haja ya mazungumzo na maafikiano endelevu ili kuhakikisha muungano unadumu. Kushughulikia matatizo ya wananchi wote na kukuza hisia ya umoja itakuwa muhimu katika kuongoza mustakabali mustakabali wa muungano unategemea uwezo wa Watanzania kukabiliana na changamoto hizi moja kwa moja. Kwa kukumbatia mazungumzo, maafikiano na maono ya pamoja kwa ajili ya siku zijazo, Tanzania inaweza kuendelea kuwa mfano wa umoja na maendeleo barani Afrika. Asante kwa kutazama video hii kutoka Simulizi za Kweli. Kama umejifunza kitu kipya au unapenda maudhui yanayoelezea historia na uhalisia wa mambo, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kulaiki video hii na kushiriki na marafiki zako ili nao wapate uelewa zaidi. Tuache maoni yako hapa chini. Je, unadhani muungano wa Tanganyika na Zanzibar unapaswa kuendelea au kuna mabadiliko yanahitajika? Usisahau kubonyeza kengele ya taarifa ili usikose simulizi za kweli zinazofuata. Tutaonana kwenye video inayofuata.